Na kuna kitu kingine ambacho nimeona inabidi leo tuongelee kama topic. Si kitu kingine lakini leo ni muda, kwanza inabidi kabisa uheshimu muda kwa sababu ndo kitu cha kwanza ambacho kinatufanya sisi tufaulu yale ambayo tunayohitaji kupata. Watu wengine hawahitaji kuheshimu muda. Kwa nini? Kwa sababu haujui muda ni muda ambao unapasha kuyafanikisha malengo yako na kila kitu ambacho anachokifanya kiendelee. Kuanzia leo, fahamu jinsi gani ya kuulinda muda na kuheshimu. Hatua ya kwanza ya kuheshimu muda kwenye maisha yako unapaswa kuupangia muda wa kuenda kazini, muda wa kula, muda wa kufanya mazoezi. Unaona vitu kama na hivyo, si kuamka noishi tu kwa sababu unaishi, lakini amka noishi kwa muda. Fahamu kwanza, unaamka asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema, fahamu kwamba unaweza kawa muda wa kufanya nini, muda wa kuoga sura kwanza. Unaona unanao una sura, kisha nao sura unamaliza kunawa posho, unatoka, unatoka toka kwenye bathroom huko bafuni, unaingia wapi? Unaingia mda mwingine saluni. Saluni unafanya nini? Unafahamu kwamba utatumia kahawa au chai kitu chochote kile, chakula kifungua kinywa hicho. Ukishapata huo mda, usiutumie vibaya. Mda huo utatumiaje? Muda huo utautumia kama vile asubuhi ulivyotoka kabisa bafuni, unaingia kwenye saluni, unatumia chai, utamaliza muda mwingine masaa mawili. Masaa mawili yanakwisha, unafanya nini? Unafanya mazoezi Ukishamaliza kufanya mazoezi mda mwingine we ni boxing, unafanya mazoezi ya boxing mda mwingine we unafanya mazoezi ya kunyosha mshipa, kufurahisha mwili, kuchangamsha mwili, dansi, hayo yote ni mazoezi. Utajipangia masaa matatu. Ukishajipangia masaa matatu, fahamu kwamba ukishamalizia hayo masaa matatu po unafanya mazoezi ma iwe mazoezi yoyote yale, kwenye muda wa saa kumi na mbili kwenye mchana huo umeshamalizia masaa mangapi? Masaa matano. Kuna kubakia tu masaa machache tu Ha? Kuna kubakia tu masaa machache, masaa machache ambayo yanayobaki, inabidi yatumie vizuri. Unamaliza kufanya mazoezi, unafanya nini hapo? Unamaliza kufanya mazoezi, unaingia tena bathroom. Bathroom unamaliza kama dakika kumi na tatu, wengine wanamalizaga dakika ishirini, wengine thelathini. Da, jinsi ipasavyo, kishamaliza dakika thelathini, fahamu kwamba ni nusu saa. Unapomaliza nusu saa, hapo ndipo mahali ambapo kabisa utawaza kwamba hapa mi napaswa kuenda kazini. Unapoenda kazini sasa, kazini ufahamu kwamba kazini unamalizia masaa manne matano. Shamalizia masaa matano kabisa, upo wapi? Upo kazini da, utarudi umechoka bro, na kurudi umechoka haitokusumbua sana, kwa sababu unayapanga maisha yako kwa kupitia muda. Ndio tarudi umechoka, utarudi kazini umechoka, umemaliza masaa matano kwenye masaa kumi na mbili, kumebaki masaa mangapi? Masaa mawili na dakika thelathini, kwa sababu imeshamaliza kipande saa. Ndio tuseme ha po sasa, ndio ikishatoka kazini, unafika kabisa nyumbani, ndio hapo sasa itakubidi ufanye nini tena? Itakubidi ushike tena maji uende bafuni, ukaoge. Unapoingia bafuni tena ukaoge, utamaliza tena dakika thelathini ambazo zilibaki juu ya masaa mawili kwenye hayo masaa mawili utafanya tena nini? Utafanya nini kwenye hayo masaa mawili? Utatafuta kula, utakula. Ndio kama wewe ni bro ya utakula, unamaliza kula cool, unafanya nini? Unachezea simu, unachezea mambo ya simu. Ndio mwingine kwenye plan game zako ambazo anazi play, kuna biashara ambavyo vinakuhusu kabisa wewe. Umalize muda kwa kuongea na washikaji, umalize muda kwa kuongea na ma partners, itakumaliza muda kabisa, kwa kuongea na wateja kwa sababu kazi yako au kampuni yako inaomba kabisa wewe uwe mtu wa muda na uwe mtu wa kuheshimu muda. Ili wafanye nini? Ili wapate wakati ya kuzungumza na wewe. Ndo mwingine utazungumza nao lisaa limoja, masaa mawili. Ikishazungumza nao masaa mawili au lisa limoja, nikizani saa limoja kwa sababu inabidi uchate lakini si kuchatiwa shamaliza lisaa limoja, utafanyaje? Utamaliza lisaa limoja. Ukishamalizia ilo lisaa limoja, kutabakia ingine lisaa hili limoja, kwa sababu utakuwa umetumia masaa kumi na kumi na moja. Kuna baki lisaa limoja kwenye masaa kumi na mbili za mchana, utafanyaje bro hilo ni swali moja ambalo limebaki, uta relax, shika kiti chako, ingia hapo, kama baharini, kama wanaishi pembe pembezoni za bahari, kama wanaishi wapi, chukua kiti chako, kaa kwenye mti, chini ya mti, ukifikiria na kujadili ishu pamoja na watu wazima au pamoja na wale ambao ulionao pembezoni hapo sasa, ukisha relax utashika hata dakika thelathini, una relax, yani wana relax, una relax, unapumzisha akili ili akili ivume upepo. Ikishavuma upepo kabisa, utakusaidia sana kwa kuendelesha kila mipango ambayo unayohitajika kuendelesha kabisa. Hapo ukishamalizia hizo dakika thelathini itakubidi nini? Itakubidi wewe kabisa uwe mtu ambaye utatumia ile zile dakika thelathini ambazo zilizobaki umakini utaitumiaje na ukishamaliza vuga upepo, itakubidi uingie kwenye chumba chako uweke song, unasikia yani kama utaweka headphone, kama utapiga kabisa mziki nyumbani mwako kwenye chumba chako, ukipumzisha kabisa memory, una relax utasikiliza mziki dakika 30 na ukishausikiliza huo mziki dakika 30 hapo ndipo kabisa memory yako itakuwa memenori sana vitu ambavyo ulikuwa ukiviandaa au mpango ambao uliandaa kwenye kampuni yako kwenye kazi zako, na kila kitu kitaenda vyema na kuna kitu ambacho kitavurugika. Lakini adui sasa wa muda, adui wa muda ni dharau. Unapodharau muda ni pale ambapo unapoishi jinsi unavyotaka uishi, kitu ambacho wengine wanaishi yaani, wewe hutaki kabisa kusikiliza kitu chochote kutoka strange people, kutoka

taifa la kigeni au kwenye watu amba wa ambao si wafahamu wa kukabidhi mashauri unayadharau, kwa sababu muda ambao unabidi waheshimu na kuwa respect kabisa na kuwaweka kwenye nafasi naofaa ndio ule muda ambao unaoudharau. Kwa hiyo kwanzia leo ufahamu kwamba muda si adui, bali muda ni rafiki mwema, na muda huo jinsi unavyokuwa rafiki mwema na ndio jinsi kabisa na wewe unaendelea kufanikia kwenye maisha yako. Kwa hiyo hiyo, hiyo ni hatua moja kwanza ya muda. Hatua ya pili ya muda, inabidi utumie muda kama rafiki na si adui, kama tulivyosema hapo mwanzo. Utautumiaje kama vile rafiki? Ni pale ambapo kabisa unapo unapofikia muda wa kulala, kwa sababu unapofikia muda wa kulala kabisa, itakubidi ufanye nini? Itakubidi ulale kwa muda, lakini si kulala kwa majira Utalala vipi kwa muda? Fahamu kwamba inapoenea saa moja ya usiku ni muda ambao unapaswa kuingia kitandani, ni ufute usia kabisa. Ufute nini? Ufute kabisa tenzo zote zile ambazo zilikushumbua kwanza kwenye mchana ambao uliopita utapumzika, utapumzikaje kwanza usiku? Usiku utapumzika dakika thelathini unaingia kwenye kitanda, usingia hapo kwenye kitanda ndio muda ambao usingizi unakuja. usingizi huwezi kuja na bado ujengee kitanda na ujikabizi muda wa kulala. usingizi ukija hapo ndio utalala, na kisha lala kabisa utakuwa jikuto melala na mtu mzima ana kulala masaa mangapi? masaa manane ndio mtu mzima anapolala masaa manane. Sasa kama we huheshimu hayo masaa manane, ukilala masaa mawili ukiamka hayo masaa mawili, fahamu kwamba yale masaa mengine ambayo umeyaacha ulipolala ndio masaa ambayo kabisa utayapitisha ukilala njiani ndio masaa ambayo kabisa utatumia kulala mchana. Japokuwa mchana waenge wanasema kwamba mchana si majira ya kulala bali ni majira ya kutumika sana na kuyangojea mafanikio ya kesho. Lakini wewe unashangaa eti ndio e muda unalala. We, je, lala huo muda. Huo muda ni muda wa kutumika mchana, lakini wewe unalala. Kwanini ukuheshimu muda huo wa usiku wa kupumzika kabisa, u relax? Ukishalala y masaa kabisa masaa manane unalala kabisa, upo relax. Ukishamka songa na kila kitu utakifanya kwa umakini, lakini ukishalala hayo masaa mawili hakuna kitu ambacho atakachokifanya kiumakini na kikaendelea. Kwa hiyo fahamu kwamba muda si adui bali mda ni rafiki. Ueshimu mda kwa kuyafanyikisha mafanikio yako na kuyarahisisha malengo lako. Hapo sijui kama upo na mimi, kama upo na mimi basi usisahabu kusubscribe kwa kupata ingine video au zingine videos kama na hizi. Sisi tunaishi kwa motivations video, ndo maisha yetu bana da